Uni text ni kupigia uni text. Oi oi, acha sijapata. Acha nichukue namba namba ni iko hapa eh ni text na hiyo tu. Ni juu sasa unaona mimi vitu zingine sijui ni nini na nini na nini so far. Then sasa mimi na ngoja na gari tu sema tutaongea huko nyumbani. Sawa, acha ni nita ku text leo ukitoka live. Ni sawa. Doc. Sasa. Sa yes, yes, yes, me yes, yes. Kwa sana Oh, ni story na passport mnaongelelea? Eh, juu history ya kutoka nje kwanza. Na? Uh-huh. Eh, bishop alisema kwanza ningojea atoke Kisumu. Unajua kwa Kisumu ile raha na Injili. Yeah. So we wait for him to come back so that we can at least have a formula on how tukipata do venye tutaenda. We have to liaise on doctors, we have to liaise on nurses. Unajua? Yes. So uh, I think a clear clear update update will be given. Nita peana clear update. Maybe on Sunday, probably, lakini sasa please, eh, nilisema aje jana? Jana je janjaniius yeah. kwanza tu, passport. <laughs> ili Yeah, Ili, hiyo siku ikifika tusikuwe na kitu kituatuna ya, iko beta na sasa ameenda kwa apply passport ama bado? Nitamuapply nita, alafu akipewa the appointment ataenda, hakuna venye unaweza malizia, then we push itoke haraka. Ninakwambia lazima uende for fingerprints. Ya, lazima aende akachukue fingerprints. So nikiapply Embu. Si ndio nasema aje? Eh. Hakuna cyber karibu aende amalizie hiyo kila kitu hapo. Rozi, ukichukua. Unafanya kila kitu kwa cyber ama kwa cyber ama hata kwa simu, but lazima ah, upewe appointment ya kwenda kwa ground ukachukuliwe fingerprints. Eh. Hi. Aha. So, sijali. Oh, nitamwaga playah. Oh. Oh, kumwa praia iko sawa nilikuwa nataka ku confirm hapo kwa siku yenye atakuja huku nini nyayo hata oh, ataenda embu embu, embu hiyo oh, atata... okay, okay. Ah, iko sawa basi I thought sasa ni mpaka Nairobi that's why nimekuuliza ata ah, after ameenda embu sasa tutapush okay, okay. sawa iyo iko sawa thank you

Kindly, guys, let's go. <coughs> Baby gift leo apate chakula. Baby gift leo apate maziwa, apate dawa. Jeff Lasla, thank you. God bless you. Who is next from Jeff, guys, twende nayo. yeah, Miss Pretty, it's very possible. Imagine it's very possible. Tuko tu three or four. Ebu kila mtu atume ile kidogo akonayo. The little or the much you have. Ebu tuende nalo. Let's go guys. Any amount that you have. Challenge is open for any amount. Nganya Diboy. Thank you. God bless you. Sandrais. God bless you. Tuende nalo, guys. Tuende nalo <clears throat> Any amount that you have. Any amount. Challenge is open for any amount. Let's go. Ukituma andika tu pale kwa comment section kwao, ukituma niandikie kwa comment section. Dan. Ukituma kwa comment section yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. kwa? Amazon. Yes, kidogo tu nataka kujibu mtu wako hapa chini, anauliza mambo na baba Gift. Nilikuwa nataka kumwambia baba Gift ni yeye, mimi na sisi wote tuko hapa wenye tunatolea gift maziwa. So hizo stori watu wanajimekia huko nje ni rumors, hizo hatuzijui hapa ndani mambo.

kidogo tu ile kidogo ikuwe kidogo ikuwe mingi bora tu ni kitu na fili hii, wacha nisimame simame na baby gift leo hii, wacha ipeleke baby gift India any amount, tuma tu andika kwa comment section done. For the next 15 mpaka saa kumi na 15 twende, okay. nalo guys. let's go let's go, tumeongea sana, tumesahau na challenge guys Ukituma andika tu done kwa comment section. Ukituma andika tu done kwa comment section. Ukituma andika tu done kwa comment section, guys, tukisonga. Amazon. Mm. Ah, uh, nimesikia nini passport? I think passport she can get it with one day. Kama ya mtoto wangu nilipata mm, na siku moja. Kuna mambo yeah, yeah, ya medical. Yes. So she just need to go at a CM. Akienda tu nyayo ataenda tu angoje hapo nje na atoke nayo. Unaona mama Gift haizi toka mpaka nyayo na mtoto na oxygen.

So that I know after 26 I know Bishop Ben juu wakona ambulance watashughulikia mama gift hizo vitu zote within a day apate kila kitumakasasema to... yeah, yeah. I know Bishop Ben and his team wataorganizia mama gift hizo vitu apate in a day. juu they have an ambulance so it will be easy for them to move around na mama gift na mtoto chakulangi Gift, mm. E si, Gift, Gift anakula lakini anakula na peg. Peg ni ile pipe ya kuwekwa kwa tumbo, haezi kula anything. It's nil by mouth. Haezi kula anything na mdomo. Through mouth. Jiljen, thank you, god bless you Yeah, daktari I think you can start planning about the ambulance juu ya yeah, shughuli ya yeah, passport juu at least ambulance iko na oxygen na hizo vitu. Gari ya kawaida uba nini, mamagift tembea nayo na hizi mama machines so you can start organizing that daktari and thank you for being here yeah. Makena, thank you God bless you Yeah, you can plan doctor, just plan just for the ambulance then you uongee na Mama Gift tafadhali. Jana ulikuwa uongee naye, so ukimaliza chenye unafanya just talk to Mama Gift mama, mama modheu, ubarikiwe sana. let's go guys, kitambo tufike saa kumi na daika tumeongea hata katikati. It's Wanjiro, God bless you girl, kitambo ifike saa kumi na daika 20 nataka tu kuona dan, dan, dan kwa comment section. Hizi vitu zote tunapanga, tunasema zinahitaji tu pesa. Tusipochangia Mama Gift hizo pesa, tutafanya mipango ya kuchukua passport, tupange tufanye mipango ya venye ataenda India, lakini pesa hakuna. Queen, Queen, Queen Finest, God bless you so much. Ilda ubarikiwe sana sweetie, comment section ebu tuongeleshane Unaona hapa hata tupange venye tuna venye mama Gift ataenda kuchukua passport. Tupange venye atapata visa, tupange venye atafanya kila kitu na tukose kumchangia ile pesa. Unajua visa, passport hizi zote anachukua ndo aende India. Imagine ako na hizo zote alafu ana hiyo pesa ya kupeleka mtoto matibabu India. Na India si kwetu ama kwa mama zetu, eti atafika tuseme huyo ni baby Gift ni wetu atibiwe bure. So tukimwombea tukifanya mipango tuendelee kumsupport financially Doris ni sent money namba iko kwa screen nitakuletea jina Purity Mugambi si ni ukweli comment section hata tupange kila kitu hata saa hii tupange twende tumchukue na hiyo ambulance tumpeleke achukue passport apate visa na saa hizo ana pesa tutakuwa tumemsaidia kweli bila pesa hatutakuwa tumemsaidia yeah comment section very true so Tungekuwa tuna tukituma pesa bado tunaendelea kufanya mipango, lakini tukisimamisha kutoa kumsupport na tunafanya mipango, ni kama vile ushaona mtu amejenga nyumba imesimama na hata hajaiweka foundation. Pretty G, God bless you. So tuki tuki as we make the plans and foresee what we can do, let's remember making the support active, the financial support active. Na pia tuombe Mungu. Juu hizi vitu zote, tunapanga na mdomo. Mungu afungue njia, kama ni huko nyayo au zafiki, arudi na passport siku hiyo hiyo, nayo itafunguliwa na maombi. So any amount you have just send kwa hiyo namba yake. Hiyo amount yako ikikutana na shilingi kumi ya mwingine, ikutane na elfu tano ya mwingine, hiyo ndio itatuwezesha kupeleka mama Gift na mtoto wake India, apate matibabu, arudi mtoto, kama akai kwa oxygen. arudi mtoto kama ana maumivu arudi mtoto akiwa in good health condition. So guys, let's be supportive financially, kwa maombi pia. Your presence is highly appreciated, any amount you sent mama Gift anaridhika nayo kabisa. So guys, let's go, namba iko kwa screen, jina ya mpesa itakuletea Purity Mugambi, twende nalo, let's go guys, tuseme by 4:30 tukuwe tumefanya kitu inaonekana. Nataka tu kuona Dan kwa comment section. Dan ukituma niandikie tu Dan kwa comment section tukiendelea. Doris Kaari, God bless you. Guys, who is next? Let's stop. Stop now share live. Twende guys, twende nalo, twende nalo. Ukituma andika kwa comment section Dan. Wenye hawana transport from Nairobi wakuja. Sawa, so MC Gaddafi, twende nalo guys. Any amount, any amount. Huyu dog ako upande wa JCM wa Bishop Ben, if I'm not wrong. Let's stop. Kauja follow mama, nifollow na ufollow mama Gift pia ndio akiingia live unakuja, unamchungulia, unamwachia shilingi kumi anapata ya maziwa, unamwachia 50 anapata ya kwenda India. Aya, watu kumi na ine. MC Gaddafi, follow me back, nitakupea watu kumi na ine au watu unawalipia? MC Gaddafi, make it clear MC Gaddafi hawa watu kumi na nne unawalipia? Tunangoje. MC Gaddafi anasema anataka watu kumi na nne. Okay, MC Gaddafi, follow me back na uniandikie namba yako kwa... Kwa... Kwa anasema transport on his bill. Wacha ni screenshot hapa nisisahau. Okay, MC Gaddafi, follow me back na uniwekee namba yako kwa DM, I'll call you ni kupea watu kumi na nne.